Ndugu waandishi wa habari, hii leo nimewaita hapa kuwahabarisha yafuatayo. Ndugu zanguni, ndani ya wilaya yetu ya Rombo kuanzia tarehe nne mpaka tarehe kumi na tatu tunazo siku kumi za moto, siku kumi za kishindo. Ndugu waandishi wa habari, naomba kuhabarisha umma kwamba Chama cha Mapinduzi tulifanya usajili wa wanachama wapya elfu thelathini na tatu na mia mbili hamsini na tatu Hivyo basi nitumie fursa hii kuhabarisha umma kwamba kadi zimekwisha fika na tunazo siku kumi za moto ndani ya wilaya yetu kwenye matawi yetu yote sabini na nane yaliyo ndani ya wilaya ya Rombo kwenye ofisi zetu, kwenye viunga vyote tunapita kwa ajili ya kuhakiki taarifa za wanachama wetu, lakini kugawa kadi ambazo zimekwishafika. Kama nilivyotangulia kusema, tayari kadi elfu thelathini na tatu zimefika, lakini tunafanya usajili wa wanachama wapya. Ni waombe wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wamekwisha kufanyiwa usajili waende kwenye matawi yao. Zoezi tayari limekwisha anza kuanzia tarehe 4. Zoezi hili litaendelea mpaka tarehe kumi na tatu. Nenda kwenye ofisi yako ya tawi upewe kadi yako, nenda kwenye ofisi yako ya tawi uhakikiwe taarifa zako kichama, lakini nenda kwenye ofisi yako ya tawi ufanye usajiliwe upate fursa ya kusajiliwa uwe mwanachama hai na halali wa chama cha mapinduzi. Kidumu chama cha mapinduzi!